Amewapa nafasi, amewapa karama, amewapa vipawa, amewapa vitu mbalimbali. Watumishi wa Mungu, tuko mbele ya baba wetu, tusimame, tupambane. Kwa hili hatuhitaji kote kwa sababu ni kukosa. Watu wa Mungu, kwaambieni tusimaogope, msiwaonyeshe kama mnapaka mafuta wavieli dunia hii si ajabu. siko tulikotoka hapa ni kuingia wanapokwenda kesho, hawa tofauti na tulikotoka jana. Kwa hiyo nasema tuwaambie, na wakipokea wanaponywa, wakielewa wanapona. Kesho tutapata watu ambao wana Mungu, tusiwapoteze hata mmoja. Kwa tunafanya hii semina kwa muda kidogo sasa, na huu ni msimu wa kumi. Lengo kubwa la semina hii ya vijana na watoto ni kuandaa vijana na watoto kuingia kwenye msimu mpya. Wanavyotoka mwisho wa mwaka, watoto wanakuwa wamemaliza, wengine wanajiandaa kutoka madarasa fulani kuingia madarasa fulani. Lakini pia ni kipindi ambacho watoto wanakuwa wako, wanapata vitu vingine vya tofauti nje na yale ambayo wanafundishwa kule shuleni. Tuna, tuna, tumefanya hivi kuwasaidia vijana kuendelea kujitambua nafasi zao kwenye jamii kwenye kumtumikia Mungu lakini sana sana pia kwa kuweza kuendelea vizuri katikati ya masomo yao na shughuli zao nyingine ambazo wanazifanya. Kwanza, jinsi ya kuishi na watu, kuwa na tabia njema, yaani inatupa kama tutakuwa na utambulisho mzuri katika jamii yetu. Kwa ambayo atatufanya tu watiifu na kumtumikia yeye, yaani kama tuwe tunazitia amri zake kumi, tusiwe tunazinzi tuwe tusiwe tunatenda dhambi mbalimbali kama ku kudanganya kusema uongo juu ya majirani zako, na tukajifunza amri kumi za Mungu na tukafundishwa namna ya kuziishi. Semina zinatusaidia sisi, mfano kwenye mambo ya kiuchumi zinatusaidia kujipambanua, lakini pia ku, kuenda na Mungu katika mambo ya kiuchumi, lakini pia inatusaidia mfano kwenye mambo ya mahusiano, napotaka waenzi, inatusaidia namna gani kuwapata waenzi sahihi na wa ndoa zetu, ku, kuishi katika no, katika mpango wa Mungu.